Saddam Hussein alikuwa moja ya viongozi wa kutatanisha na wa kuogopwa zaidi katika karne ya ishirini. Kutoka kwenye maisha ya umaskini hadi kuwa mtawala wa Iraq, alitawala kwa mkono wa chuma, akipambana na maadui wake wa ndani na hata wale wa mataifa yenye nguvu duniani. Katika makala hii tutafichua historia ya kweli ya Saddam Hussein: kupanda kwake madarakani, vita aliyopigana na njama zake za siri, mpaka hatima yake ya mwisho. Saddam Hussein alizaliwa Aprili 28 mwaka 1937 katika kijiji kidogo cha Al Awaj karibu na Tikrit Iraq. Alikulia katika mazingira ya umaskini na ukatili. Baba yake alifariki dunia kabla ya yeye kuzaliwa, hivyo akalelewa na mjomba wake ambaye alikuwa mzalendo mkali na mwenye mawazo ya kijeshi. Tangu utotoni, Saddam Hussein alifundishwa kuwa Iraq inapaswa kuwa taifa lenye nguvu. Hivyo katika miaka ya 1950 mia alijiunga na chama cha Baath, kikundi cha siasa kilichopigania umoja wa Waarabu na ujamaa. Huu ulikuwa ni mwanzo wa safari yake ndefu ya, ya kuelekea madarakani. Mwaka 1959 Sadamu Huseini alihusika katika jaribio la mauaji dhidi ya waziri mkuu wa Iraq Abdul Karim Kasim. Mpango huo uliferi, na Sadamu alikimbilia Misri ambako aliendelea na harakati zake za siasa huku akisomea sheria. Mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu chama cha Baath kilitwaa madaraka kwa muda mfupi na Sadamu akarudi Iraq. Hata hivyo, chama hicho kilipinduliwa na Sadamu Huseni akafungwa gerezani. Akiwa jela alijifunza mbinu za ukatili na ushawishi wa kisiasa. Mwaka 1963 chama cha Baath kilifanya mapinduzi ya kijeshi na Ahmed Hassan Albak akawa raisi. Sadamu Huseni aliyekuwa makamu wa raisi akawa mtu mwenye nguvu zaidi nyuma ya pazia. Mwaka 1979 Sadamu Husein alimlazimisha Albaki kujiuzuru na yeye kujitangaza kuwa rais wa Iraq. Jambo la kwanza alilolifanya baada ya kuchukua madaraka, aliwaita maafisa wa chama kwenye mkutano na kuwatuhumu kwa uhaini na kuwaangamiza. Hapo ndipo enzi ya Saddam Hussein ya utawala wa hofu ilianza. Baada ya kushika madaraka, Saddam Hussein alitawala kwa gubu na ukatili. Alianzisha vikosi vya siri vya polisi, aliwafunga wapinzani wake gerezani na aliamuru mauaji ya maelfu ya watu akiwatuhumu kuwa maadui wa serikali. Sadamu Huseni alitambulika kwa mambo mbalimbali. Kwanza alitambulika kwa mauaji ya hadharani na misako ya kisiasa, pia alikuona vyumba vya mateso kwa wale waliotuhumiwa kumpinga, na pia alitambulika kwa mashambulizi ya gesi ya sumu, kama mauaji ya halabaji mwaka 1988 ambapo wakudi 5000 waliuawa kwa risasi za kikemikali. Wakati huo huo, Saddam Hussein alijitambulisha kama shujaa wa Waarabu. Alijenga sanamu kubwa, majina ya mitaa yakabadilishwa kwa heshima yake na hata alijilinganisha na viongozi wa kihistoria kama Nebukadnezar na Salahudin. Vita ya Iran na Iraki ya mwaka 1980 mpaka mwaka 1988, vita iliyojulikana kwa umwagaji wa damu na machozi. Moja ya makosa makubwa ya Saddam lilikuwa ni kuanzisha vita dhidi ya Iran mwaka 1980. Aliivamia Iran akidhania kuwa itakuwa vita ya haraka, badala yake vita ilidumu kwa miaka 8 na watu zaidi ya milioni moja walifariki. Sadamu alitumia silaha za kemikali na mbinu za kijeshi za kikatili, lakini vita hivyo vilimalizika mwaka 1988 bila mshindi. Hili liliiacha nchi ya Iraki ikiwa imefilisika na deni lake likamfanya kutafuta njia nyingine za kuimarisha uchumi wake. Mwaka 1990 Saddam Saddam Hussein aliamua kuivamia Kuwait, nchi ndogo lakini yenye utajiri wa mafuta. Alidai kuwa Kuwait ilikuwa sehemu ya kihistoria ya Iraq, lakini ukweli ni kwamba alihitaji fedha za kuiendesha Iraq. Uvamizi huu ulishtua dunia. Umoja wa Mataifa na Marekani chini ya Rais George Bush walimtaka Sadamu ajitoe, lakini alikataa. Hii ilisababisha Marekani na washirika wake kuzindua Operation Desert Storm mnamo Januari 1991. Katika muda wa wiki sita tu jeshi la Iraq lilishindwa vibaya, na Saddam Hussein alilazimika kuondoka Kuwait. Hata hivyo, wa kuondolewa madarakani, kwani Marekani ilihofia kwamba hili lingesababisha machafuko makubwa zaidi. Lakini kushindwa huko kulidhoofisha utawala wake. Na uasi mkubwa ulianza ndani ya Iraq. Katika kujibu, Saddam Hussein alitumia nguvu kali na kuua maelfu ya watu waliokuwa wakimpinga. Vikwazo na kutengwa kwa Iraq kuanzia mwaka 1991 hadi mwaka 2003. Baada ya vita vya Guba, Iraq ilikumbwa na vikwazo vikali vya kimataifa ambavyo viliharibu uchumi wake. Wakati wananchi wa kawaida walikumbwa na njaa na umaskini, Saddam Hussein aliendelea kuishi maisha ya kifahari akijijengea mahekalu makubwa na mahandaki ya kuishi chini ya ardhi. Licha ya matatizo haya, Saddam alibaki mkahidi, alichezea wakaguzi wa silaha wa Umoja wa Mataifa kwa miaka mingi. Marekani ilimshutumu kwa kuwa na silaha za maangamizi makubwa, ingawa ushahidi wa moja kwa moja haukuwahi kupatikana. Vita vya Iraq na anguko la Saddam Hussein mwaka 2003. Mwaka 2003, Marekani chini ya uongozi wa George Bush waliamuru kuwa Saddam Hussein lazima aondolewe madarakani. Machi 20 mwaka 2003, Marekani na washirika wake walivamia Iraq. Ndani ya wiki chache Baghdad ilianguka Aprili 9 mwaka 2003. Sadamu akakimbilia mafichoni, lakini hakuwa na pa kuelekea. Mnamo Disemba 13 mwaka 2003 alinaswa na vikosi vya Marekani akiwa amejificha kwenye shimo dogo chini ya ardhi. Sadamu alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa kifo kwa kunyongwa tarehe 30 Disemba mwaka 2006. Mimi ni Isaac Samuel na huu ndo mwisho wa kipindi hiki cha makala maalum kushare, kulike na kusubscribe Vision TV. Tukutane tena wakati mwingine. Chao.